kwamba leo tushinde katika kiwanja hiki tukisi, eh, tukisikiliza vijana wetu masomo yao ya mwaka huu ambayo ni sheria kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Waislamu wakiwa wana bahati kubwa, ikiwa wanajua au hawajui. Bahati kubwa tulionayo ndugu zangu, ni kwamba sheria zote zilizoshuka kutoka mbinguni, sheria zote zilizoshuka kutoka mbinguni zimeondolewa kwa kupitwa na muda wake. Waislamu, sheria yetu na kitabu chetu kinadumu, hakipiti na wakati mahala popote na wakati wowote mpaka siku ya Kiama. Tamshukuru Mwenyezi Mungu sana juu ya hilo, lakini pia sisi wote tuliohudhuria hapa, kalipanga hilo Mungu tangu asali

Atakae abudu yoyote au chochote asiyekuwa mimi amezunuru haki yangu, maana mimi ndiye mnastahiki kuabudiwa peke yangu. Anallah lakini asema khalaktu lkhaira washara, nimeumba kheri akawaumbia watu wake na hiyo shari nikaumbia watu wake. Kheri ni za yule niliyemuumbia kheri, na kheri nikaipitisha juu ya mikono yake. Na maangamivu ni ya yule ambaye nimemuumba kwa ajili ya shari na nikaipitisha shari juu ya mikono yake. Kwa hiyo kukwetu hapa uwanjani katika jambo la dini ni dalili ya kwamba Mwenyezi Mungu katumbia heri. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Ndugu zangu, baada ya maneno hayo, tukiwa tutaendelea kufafanua lakini nadhani mtakubaliana na mimi kwamba mwalimu Hussein anafundisha, mwalimu Hussein anafundisha. Tusipojua, Mungu anajua kwamba mwalimu Hussein anafundisha. Tumesikiliza maonyesho watoto wanazungumza Kiarabu fasaha lakini na Kiswahili pia fasaha. Tukikubaliana hivyo, niwaombe tumwombee Mwenyezi Mungu mwalimu se, tumuombe Mwenyezi Mungu maana hata ilaikum marufa

kazi iliyofanywa hapa haina thamani duniani. Kazi ya kufundisha kitabu cha Mwenyezi Mungu haina thamani duniani. Huwezi ukakusanya ulimwengu mzima ukamlipa mtu anayefundisha kitabu cha Mwenyezi Mungu, hakuna. Kwa hivyo, inshallah tumuombe ni Mungu, lakini pia niwaombe wazazi wamtuze sana huyu mwalimu . Wazazi wakimtuza mwalimu, Mungu anaweka baraka kwa watoto wao. Kuna mahali nilikuwa naongea na wenzangu fulani jana, tulikuwa ugenini kwenye hadhara hiyo familia mzee wao alikuwa tajiri, lakini alikuwa anapenda sana walimu na mashehe, na katika waliopendwa na huyo mzee na mimi alikuwa ananipenda sana, malipo yake imekuwa watoto wake wote ni mashehe watoto wake wote ni mashehe. Mkaambia jamani, ninyi kuwa hivi ni, ni malipo mzee wenu analipwa. Niliwapigia mfano mwalimu Sumeli nilikuwa naye, mwalimu Salim nilikuwa naye, mwalimu Maulidi nilikuwa naye, tuna wadeni. Nkawaambia hili nimelishuhudia kwa wazee fulani. Katika hao nikamtaja mzee Abubakar Burhan baba yake Sheikh Muhammad, Sheikh Muhammad Abubakar Burhan. Mzee huyo mimi nafahamu, alikuwa anapenda na mashekhe kupita maelezo. Mwenyezi Mungu akamjalia watoto wake wote na Sheikh, Sheikh Muhammad Abubakar ni Sheikh ana mdogo wake anaitwa Rashid ni shekh, anamdodogo wake anaitwa shehe ni sheh, anamdogo wake anaitwa Burhan ni sheh, anamdogo wake anaitwa Maulidi ni sheh, ahari ya baba yao. Lakini pia nilimtaya Alhaji Sadiki baba mudir. mudiri mudiri mudiriu mudiri sasa Amidu wa kwangu hayo anaweza kuwa shahidi, lakini hata hao waliwa. Mzee Sadiki alikuwa anapenda mashehe sio mchezo, na wallahi, pia katika aliowapenda ni nini? Mimi ninakwenda kusoma Tanga muda mrefu na kula kwake na kumwa kwake mzee Sadiki wamaa Mwisho mwanangu Hamid anasoma fom 5 na fom 6 sitanga, anakula kwa anakunywa kwa. Sasa siku moja, mzee, kama ukibadilisha neno niambie. Kawambia jana, yule mudili wetu kipindi kile anasoma alimsumbua baba yake hataki kusoma Nakikusoma mm-hmm. Lakini yule mzee kwa sababu anakarimu mashehe sana, siku moja akaja nyumbani kwake shekhe, anaitwa Abdurahman bin Umar Gaa Wakorogwe, ni walii wa Mungu. Nyumbani kwa mzee Sadiki akamwambia, Abdurahman bwana, huyu mwanangu nataka asome dini, hataki kambia mwite Hebdrahman, akafanya ua amenda chuoni. Haya, toka tena ila yomi eh? Na hadha mkimwangalia, muna macho wakuna mse, ukimwangalia bwana si kawaida hata kidogo. Dua ya Sheikh sheha Abdurrahmani Mgaza aliyeshirikiwa na naababa <laughs> niwaongezee Sheikh Abasi , mnamfahamu. Nadhani ukarimu wake sio kama uambiwe. Kama uambiwe. Huwezi kufika nyumbani kwa Sheikh Abasi ukatoka hivi hivi bila chochote. Haiwezekani. Haiwezekani. Sasa kwa mashehe na masharifu ni zaidi bwana. Watoto wake wote, wacha hao wa kike, lakini wale wa kiume wa wa wa wote wasomi watupu. Nafikiria nini? Kwa hiyo ni muhimu watu kuwapenda waalimu na mashehe, ni muhimu. Kama huwapendi unajidhuru mwenyewe, hasa kama Mungu anawapenda uwapende. Nyumbani unajidhuru mwenyewe. Kwa hiyo, bwana mwalimu wasee waseye wadarajani, tunamwombea Mungu wote, lakini mumcuze eh, Baasha yake leo ni tuzidi sisi. Baasha yake leo nituzidi sisi. Mungu akulipe sana. Lakini na shemeji yako hapa alikutaarishia mada. Sawa, alikutaarishia mada. Sasa Zuhuri ni mtu wa mambo mengi, tunajua pale kwake kila saa watu wapo, licha shughuli zake nyingine, lakini sasa kuhudumia watu kila kunapokuja watu hao, na wengine wakaja usiku, kwani shida inajua usiku? Usiku wana mgonjwa hivi hivi. Pamoja na hayo, akatutaarishia mada hii tuliosikiliza hapa, ambayo tutaigusa kwa ufupi sana. Na wewe bwana, Mwenyezi Mungu akujalie Mwenyezi Mungu awadumishe wa katika haya mambo. Hapo hapa, usipoangalia unaweza ukasema, ah, sasa kumbe kumbe, sasa kama mimi ni washari, Mungu amelugia wa shari na maboza gani awaz kama mimi sasa niko kwenye heri u hivi

Kuna hadithi Mtume anasema eh? Umbo la mmoja wenu linakusanywa kwenye tumbo la mama yake, linakusanywa umbo lake kwenye tumbo la mama yake siku ya arobaini, ni maji, maji yaliyochanganywa ya baba na mama yahurujumibeni sulbi wa tarai. Maji ya baba yanatoka mgongoni na maji ya mama yanatoka kwenye kifua. Maji yale amshaji yanachanganywa kwenye ufuko wa uzazi wa mama arobaini na yoo manufa siku arobaini ni maji Halafu unakuja duniani unafanya kiburi. Unjinga sana. Halafu yakununuzukaami, inakuwa tena ni pande la nyama siku arobaini tena 43 ni miezi mingapi? Hayo anasema Mtume Muhammad kaie nyingi kawili Inopita hapo hakuna. Kaulize madaktari. Maji siku arobaini, damu siku arobaini, alafu nyama siku arobaini. Miezi mine limekamilika umbo la mwanadamu na viumbe viungo vyake, fa yusalu ilayhi malaa, akatuma malaika pale Anaandika mambo manne yule malaika anaandika kwenye ule mtoto pale, mambo kwanza analeta roho aai, anakuja anabibia roho pale, halafu mtoto akisaanza kuhena, anaamrishwa aandike mambo manne, ajaluhu wa rizkuhu, nini tena saidu namshakiri malaika anaambiwa aandike muda wake wa kuishi duniani, ni masaa, ni masekune, ni masiku, ni mawiki, ni miezi, ni miaka. Anaandika hivyo, kitakachoandikwa ndio kitakachokuwa kita kita hapa duniani tunayoana <coughs> jamani eh. Lakini cha pili riziki yake atakula nini huyu? Anawekewa ni wa? Anaishi kwa drip. Je, umri ukiisha drip linaenda? Sasa kile kilichoingia ndicho alichokadiriwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunalaana jamani, kama kumeandikwa mambo mane kuna ambalo yeye huyu ni mwema ni muovu, unaandikwa pale. Sasa pale liposema, usiokapaki ukasema Mungu, ah, labda mi kesha niipangia ah, ah. pale anaandika ujuzi wake, anakujua tangu haja kuumba, kwamba wewe ukija duniani utafanya moja mbili aadu iio yeye, Mungu anakujua tangu hujaja duniani utafanya nini. Kwa ilari yako lile ilnaandikwa, huyu ni mwema, bwana, huyu atafanya moja mbili tatu, huyu linaandikwa akut Tunasema kwa inasema kwambana wa inna ahadakum saymalu amala ahli janna hata la yakunu bainahu wa bainaha illa iraukasukitab yamalu amala ahli nari, na inaambiwa kwamba hakika mmoja wenu anaweza akafanya matendo ya watu wa peponi karibu na kuondoka duniani, akageuza atafanya vibaya vile, wale maandishi kule, namtaka akaingia motoni. Ile kuumbwa kwamba mtu wa heri, ni Mungu anakujua wewe ni mtu wa heri, ndio maana unaandikiwa nini heri. Ile kuumbwa shari, kwamba Mungu anakujua utafanya kwa heri yako, ndio maana unaandikiwa nini shari. Ukiwa kabaki unagoteka, sasa ukasema, sasa ukika ukasaa ameisha zamani, kama mimi mtu wa heri, kama hapana kuna kitu ambacho amepewa mwanadamu ikhtiyari, juzi ana sehemu ya hiari yaliyopewa. Kwa hiyo ndio maana anapata dhambi na anapata thawabu. Unaelewa ndugu zangu? Kwa hiyo ndio maana tukasema tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kutujalia katika haya na situjalie katika wengine, na Mwenyezi Mungu atutumishe katika mambo haya. Namba tatu ndugu zetu wa Darajani na mwingine yoyote, hata kama hakai Darajani lakini amechangia hadhara hii, pia tunamwombea heri, amin. Maana jamani, tunajua kwamba kipindi ni kigumu sana, kipindi cha njaa kali, wala hakuna matumaini Unaweza ukasema bwana sasa tutafanyaje? Lakini watu kwa kumtawakali Mwenyezi Mungu wametoa vyao wa mpaka hadhara imetimu. Nimalizie kwa hadithi fupi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na naomba uelewe na uondoke nayo. Inasema hivi al-mu'minu

Kuswali kiyama kiyama, na nabili mama atakaje, kama si kiyama? Tumesema tu aliyekufa kiyama chake kimesimama. Kuna kile cha watu wote, lakini aliyekufa kimesimama kiyama chake, maana yake anaingia kulipwa pale kwenye shimo. Tufanyeni khere ndugu zangu, tufanyeni khere

Wala sijui ngoja tujitahidi tu, kuna kitu ambacho kinaambiwa makindano ya wanawazuoni kutofautiana ma, ma wanawazuoni. Lakini wanawazuoni wanatofautiana katika furui, hawatofautiani katika misingi. Miongoni mwa mambo walotofautiana ni hayo tajwa hapa, kwamba mgonjwa anadungwa sindano akiwa amefunga Ramadhani. Mashehe wengine wakasema, kwa hiyo mpanga, wanasema kuna wanawasuoni wanasema ukidungwa sindano au ukawekwa dawa ya kwenye macho u, macho yanauma au ukawekwa nanini dawa kwenye masikio yanauma. Kuna mashehe wa wanasema ah, hujafungua na wengine wanasema umefungua. Mada ikasema alitia tutaru, ukitaka kuepukana na shaka. Mama wengine wamesema hivi na wengine wamesema hivi, ukitaka kuepukana na shaka acha wezi ukutoka sindani. Wale waliosema unafungua wewe umepata, wale wasema hufungui wewe umepata. Lakini kama hali ni mbaya ya mgonjwa, kama hali ni mbaya ya mgonjwa, mankalada alima lakiya Allaha salima